Naitwa Amina Rashidi Kapundi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Viwege ambapo dampo lipo. Pia kilio changu mimi na wananchi wangu wapo wenekuja nao, maana yake tuko mbali kidogo, tulikaa kule toka saa tatu. Tulikitegemea mngekuja kuangalia hilo eneo la uzio unaojengwa na halmashauri ya jiji. Kwenye ule uzio unaojengwa, masikitiko yangu makubwa ni kwamba Mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyokuja tarehe ishirini na sita mwezi wa nne aliona yale majitaka yanavyotiririka ovyo kule nje ya ule ukuta waliojenga hawa wakandarasi na hivi sasa ule ukuta ulidondoka, lakini kwa sasa wanaojenga tena, lakini yale matundu bado yapo na yale matundu bado yanatiririsha majitaka kwa wananchi wangu, na mgekuja mkaliona hilo eneo nadhani nanyi wenyewe mngetafakari. Je, wananchi wao sumu hii wanaipokeaje ndani ya miili yao, au ndani ya miili yetu pamoja na mimi? Kwa hiyo mimi nashukuru ujio wako. Mimi nilikuwa naomba ingekuwa kunawezekana, muda upo, tungezunguka wakaliona hilo eneo, kwa sababu wale wananchi, ilibidi, nilivyokuja hivi nilikuja nao, wapo hapa na wao wanakilio pia, walikuwa wanahitaji waongee, japo mmoja, kwa kutokana na hali ilivyo kule. Swala la swala la, la, la lingine nalolalamikia ni kwamba mpaka sasa dawa hazipigwi kule kwa wananchi ambazo zilikuwa makubaliano, kila mwezi dawa zipigwe ili wananchi waepukane wapu, na mbu unaanzi, nataka, taka, na nzi na takataka na gasia zingine ambazo zingeweza kuwalinda maisha yao kiasi fulani. Kwa hiyo mimi yangu ni haya machache, ni kwamba tunaathirika sana wananchi wa Viwege, wananchi wa, kwa Mustafa tunaathirika. Lakini swala la maji walikuja kwa walipima visima kwangu viwili mwezi wa tatu. Meneja alikuja na wapimaji na, maji, maji pale lakini bado mpaka leo kisima hakijachimbwa pamoja na mkurugenzi anasema kwamba wataleta maji ya Dawasco. Hivi huu muda wote wanatumia so maji gani wale wananchi, kama sio maji yale lenye sumu ya visima vidogo? Nilikuwa naomba hilo nalo liangaliwe kwa kina, wananchi hawa wanaathirikaji. Lakini pia kuna ule mtu ambao tunavuka sisi na wananchi hawa kuvuka kutoka upande wa dampu kuelekea upande wa majoe Mgongo la Mboto ambako tunapata huduma muhimu sisi, hakuna vivuko, inabidi sisi wananchi tukanyage yale maji taka ambayo ukikanyaga ni lazima upate vidonda kwa sababu yale maji yana sumu hata ukiyaona. Mimi naitwa Jafari Chimgege, natoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, ni mratibu wa mazingira wa kanda hii ya mashariki e, katiba inasema kila mtu ana haki ya kuishi eneo salama lakini pia una haki ya kutoa taarifa. Kwa hiyo sisi tuwashukuru sana kwa taarifa hizi mlizotupatia. Hii hali tuliyoiona hapa haivumiliki, sisi tumeiona maeneo mengi, vilio vyenu mmetueleza, tumevisikia. Hali hii haivumiliki. Maji machafu yanayotoka kwenye, kwenye dampo, kwa lugha nyingine wanaita richet, yana sumu na, na tunaposema sumu, maana yake ni sumu Unaweza usipate madhara leo, unaweza ukapata kesho yake, inaweza ukapitia kwenye kwenye mimea ama kupitia kwenye sehemu yote. Kwa hiyo hali hii haikubaliki hata kidogo. Mkurugenzi wa jiji, hali hii kwa kweli, na sisi tume, tumeungana na wananchi kuona kwamba hii, hali hii haikubaliki. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa kweli tuna, tuna kila namna ya kuwakumbusha wenzetu wa jiji kwamba hali hii haifai na, na, na, na lazima ijuhudie. Kwa hiyo tuna, tunawatoza faini kwa kweli. Mkurugenzi wa jiji, tuna, tuna kutoza faini kwa sababu ya kutiririsha maji machafu kwenda kwa raia. tunakutoza faini ya shilingi milioni 25. <laughs> faini hiyo ilipwe ndani ya, ya, ya, ya mwezi mmoja. Mmetueleza changamoto nyingi, lakini pamoja na hayo, tunaomba sana faini hii ilipwe ndani ya mwezi mmoja. Pamoja na hayo mashimo haya kwa kweli yazibwe ndani ya wiki moja. Sasa kuna mashimo ambayo yametobolewa kama hili tunaloliona hapa, lakini pia kuna ujenzi unaoendelea kwa kutekeleza amri ya mheshimiwa DC aliyoitoa tarehe 26 mwezi wa nne, huo pia lazima ukamilike ndani ya wiki moja, kuziba yale mashimo yasiendelee kutoa huku. Hiyo ni muhimu sana vinginevyo, wananchi wetu wataendelea kuumia. Sisi baraza tutafuatilia kwa karibu sana hili, ili tuweze kuona wananchi wetu waendelee kuumia. Tumekuja hapa kuja kuona jinsi hili dampo linavyofanya kazi, ambalo ndio dampo pekee katika jiji la Dar es Salaam. Ukweli ni kwamba tumejionea mambo mengi na mapungufu ni mengi. Moja ni kwamba katika jiji kubwa kama hili lenye watu kati ya milioni nne mpaka sita kuwa na dampo moja ni jambo ambalo haliwezekani. Kwanza eh, haliwezi kubeba mzigo wote wa taka zinazozalishwa Dar es Salaam ambazo ni kati ya tani elfu mbili mpaka elfu nne kwa siku mm. Haiwezekani ukawa na dampo moja na likawa na uwezo wa kubeba taka hizo. Kwa hiyo hiyo, hayo ni mapungufu namba moja ambayo ni lazima yashughulikiwe, lakini la pili ni umbali. Mtu yuko Ubungo kule analazimika kubeba taka yake kuleta huku na wengine wako kwenye maeneo mbalimbali mbali, ambapo ka miundo mbinu ya Dar es Salaam foreni ni kubwa kiasi kwamba hata uletaji taka wenyewe unakuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu muda mwingi wabeba taka wako barabarani kwa sababu ya njia hakuna. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa, kwamba ni lazima tuje na mpango mzima wa kuhakikisha kwamba tuna, tuna madampo walau kila kona ya jiji hili dampo sawa, hatusemi kwamba tunaliua sasa liondoke kabisa, lakini lipunguziwe mzigo. Tukijenga dampo Kigamboni, tukajenga na dampo wapi? Ubungo, umbungo, eh? Ubungo ile mizigo ikibaki iki kule tutakuwa tumebakiza tani chache sana za kuja hapo, na hivyo uwezo wa kuzimanaji utawezekana. Sasa natoa maelekezo kwamba, kwa sababu nilivyofika hapa, nimemsikiliza sana mkurugenzi taarifa yake, nimewasikiliza na watendaji wake <laughs> hapajawa na mpango thabiti wa kuliwezesha hili kufanikiwa. Sasa kwa sababu hapajawa na mpango thabiti, nimesikiliza sana lakini siupati mpango thabiti ulioandaliwa na jiji, ulioandaliwa ulioandaliwa na, na, ulioandaliwa na manispaa ambazo zinaliunda hili jiji. Kwa hiyo sijaupata ule mpango ambao naweza nikasema sasa kama serikali tunaweza tukasimama na huu mpango. Kwa hiyo ni maelekezo yangu kwamba, kwa mkurugenzi wa jiji akishirikisha na wakurugenzi wake katika hizi manispaa zake ambazo ziko katika jiji lake waniletee mpango wa ujenzi wa madampo katika jiji la Dar es Salaam, ambao utazingatia sehemu na ukanda, ukubwa wa eneo hilo na dampo linalokusudiwa kujengwa, na uwezo wa dampo hilo kujenga na litahudumia eneo gani. Mpango huo ni upokee ofisini kwangu ndani ya mwezi mmoja ambao utaeleza mpaka hata gharama zake, gharama zitakuwaje? Kwa sababu hatuwezi jiji hili ni kubwa, hatuwezi mheshimiwa DC, tukawa, tukawa na, na dampo moja halafu tukasema tunataka tuwatendee haki wananchi. Tutakuwa hatuwatendei haki wananchi kwa, kwa, kwa kuwa na dampo moja kwa jiji kubwa kama hili. Kwa hiyo huo mpango mkurugenzi, uandaliwe haraka sana iwezekanavyo, ndani ya mwezi mmoja uwasilishwe ofisini kwangu wa namna ya kuwa na madampo zaidi mengine mawili au matatu, tukiwa na manne au matatu likiwemo hili, tutaweza kumudu taka zetu zinazozalishwa. La pili, nimeona udhaifu mkubwa wa ukusanyaji mapato. Nimeona udhaifu mkubwa wa ukusanyaji mapato, aidha unasababishwa na wananchi wenyewe kutokujitolea au kuto kujitoa kwa dhati katika kulipa michango yao ya kulipia taka ambazo wanazikusanya ambazo zinapaswa kuletwa huku dampo au wasimamizi wao. Na usimamizi nikisema ni kuanzia chini kabisa kwa, kwa mwenyekiti na mtendaji wa mtaa kuja huku, yawezekana hawawasimamii kikamilifu, au yawezekana fedha kule chini zinakusanywa, zinatumika shughuli zingine, lakini wanashindwa kulipa fedha inayotakiwa katika ukusanyaji na uondoshaji taka. Lakini vile vile nimepewa taarifa kwamba halmashauri manispaa zinazounda jiji hili wanapokuja kutupa taka huku, hamlipi hamlipi ada zenu mnazopashwa kulipa kulingana na taka mnazoleta kumwaga. Sasa ni maelekezo kwamba hizo fedha zifuatiliwe. Mkurugenzi, weka nguvu zaidi ya kufuatilia hizo fedha na utoe deadline. Besi ya, ya madai unayo yadai, umeniambia unadai bilioni mbili pointi mbili nne ndizo ambazo hazijalipwa mpaka sasa kutoka kwenye manispaa na manispaa. Hapa ninazo kwa kwa, zingine zinadaiwa milioni mia nne zingine zinadaiwa milioni mia sita na zingine ni zaidi ya, ya miaka kadhaa sasa hawalipi ada inavyopashwa kuwa. Nyinyi mnajua mnavyokokotoa, eh, mnavyokokotoa zile ada na ndio maana mnajua kwamba huyu namdai kiasi kadhaa na huyu namdai kiasi kadhaa. Fuatilieni fedha hizo kutoka kwa wakurugenzi watendaji wa maeneo hayo na mwape deadline ya kuhakikisha kwamba fedha hizo wanalipa. Na utaratibu we mzuri wa kusimamia hizi ada, kwa sababu msipofanya hivyo, hii kazi ni kubwa. Ni lazima fedha zinazozalishwa kutoka kwenye, kutoka kwenye uzalishaji wa taka zikasimamiwa vizuri, ili isiwe mzigo tena wa serikali, ili isiwe mzigo tena wa serikali. Tukigawana hivyo hivyo, kila mzalisha taka, kila mzalisha taka anachangia kidogo, kila mzalisha taka anachangia kidogo tuta, tutakuwa na uwezo wa kuzalisha taka wa kuondosha taka na wa kuzihifadhi taka huo ndio utaratibu ambao ni lazima usimamiwe, na huo lazima muweke utaratibu mzuri wa kukusanya hayo mapato. Sipendi tena kusikia ya kwamba halmashauri mnachukua fedha zingine za wananchi, badala ya kupeleka fedha kwa wananchi, za maji, za afya na kwa barabara na mambo mengine, mnachukua tena fedha hizo ambazo zinalipwa na walipa kodi wazuri kuja tena kutunza utaka za watu waliozalisha taka. Lazima taka zijitunze zenyewe. Mapato yanayotokana na taka yatumike ya, ya hayo hayo kuzitunza taka, isipatikane isitoke tena fedha nyingine kutoka vyanzo vingine kuja kutunza taka. Kwa hiyo ni maelekezo kwamba ni lazima mtengeneze mfumo ambao utakuwa imara kuanzia kwenye ma, kuanzia kwenye manispaa na mpaka kwenye jiji, kuhakikisha kwamba hizi taka, ukusanyaji wa mapato yake unaboreshwa kiasi kwamba hamtahitaji mapato mengine. Tungependa mapato yanayotokana na taka yawe na uwezo wa kuziondosha na kuzitunza taka, lakini vilevile vile, hata tukibakiza balance ya kupeleka kwenye huduma za wananchi, kama hao wananchi ambao wanaishi kando kando na, na, na miradi yetu kama hii. Hakuna kitu nisichokipenda, hakuna kitu nisichokipenda katika utendaji wangu wa kazi kama taasisi za serikali kuwa miongoni mwa wachafuzi wa mazingira, kuwa miongoni mwa watu wanaopeleka sumu na kemikali kwa wananchi, kupeleka kemikali zenye sumu kwa wananchi na kusababisha madhara makubwa ya kiafya. Hakuna kitu nisichokipenda kama hicho, na na, na, na, na, na, na, na msimamo huo sitayumbishwa na mtu yoyote katika kusimamia ya majukumu yangu. Ni lazima taasisi za serikali ziwe namba moja katika kuhakikisha kwamba wananchi hawa wako salama, kwa sababu sisi moja ya kitu tulichoapishwa na mheshimiwa rais, na tukakabidhiwa katiba pamoja na sheria za nchi kuzisimamia kwa nguvu zote, kuhakikisha kwamba wananchi hawa hawapati madhara ya aina yoyote. Sasa inapotokea wewe msimamizi mwenyewe unaenda unashindwa kusimamia inavyopashwa, matokeo yake unapeleka kemikali kwa wananchi, unaleta uchafuzi mkubwa wa mazingira kwa wananchi. Hilo ni jambo ambalo haliwezi kukubalika, na wito wangu kwa viongozi wote wa serikali ni kuhakikisha kwamba lazima sisi serikali tuwe namba moja na tuwe kielelezo cha kuonyesha kwamba tunachukizwa sana wananchi wetu kupelekewa sumu tunachukizwa sana wananchi wetu kupelekewa magonjwa. Kama waziri mwenye zamana na kwa, na kwa zamana niliyopewa nakubaliana na, na faini hiyo iliyotolewa na nemki ya shilingi milioni 25 ilipwe, na sio kwa mwezi mmoja, ilipwe ndani ya siku kumi na nne, ilipwe ndani ya siku kumi na nne, na na kwamba mstahiki meya, mkurugenzi mtendaji muhakikishe ya kwamba, sasa hivi ingekuwa ni mvua ningewaelewa kwamba ni maji ya mvua yamewazidi lakini maji yaliyoko kwa sasa hivi, maji taka yaliyoko kwa sasa hivi ambayo yanatengenezwa na taka zilizomo, mna uwezo wa kuyazuia asiende kwa wananchi. Fanyeni kila linalowezekana, mmepewa siku saba ya kuhakikisha kwamba ni hakuna maji yatakayotiririka kwenda kwa wananchi. Kwa hiyo ndani ya siku saba hizo tengenezeni mashimo yatakayowezesha maji haya kutunzwa. Wakati huo huo ndani ya wiki ndani ya miezi mitatu inaonekana pia kwamba baada ya maelekezo ya mheshimiwa DC hamkupata guidance nzuri za kutoka NEMC ya utekelezaji wa maelekezo ya mheshimiwa DC ya mwezi wa nne. Sasa kwa sasa hivi muanze pamoja na NEMC katika kipindi cha miezi mitatu, muwe sasa mmeshatengeneza mfumo bora wa kutibu na kuondosha maji taka toka kwenye dampo miezi mitatu, hilo ni la dharura. Miezi mitatu jiji litengeneze mfumo bora wa kutibu maji kutoka kwenye dampo na utaratibu wa kuyamwaga kwenda maeneo yanayotakiwa kumwagwa. Kwa maana hiyo, mkitengeneza dampo, mkitengeneza huku mfumo wa kuyatibu maji hayo kabla hajatirika kwenda kwa wananchi. Lakini at the same time lazima mtakuja tu na utaratibu ile, kwamba aidha uchimbe mfereji au njia nyingine ambayo itakuwa inayaondosha maji hapa kuyapeleka kwenye eneo ambalo litakuwa linaenda kumwagwa, ingawaje mnapashwa kwamba maji yatakayotoka humu yawe kwenye viwango vilivyoruhusiwa.